Ni watu wa mwilini ndiyo wa wanaoogopa watu kila siku. Huyu akikutishia kidogo unatetemeka. Kuna wakina Daudi ambao wanasema hivi, waandaa meza mbele yangu machoni watezi wangu. Manake nini? Maanake Daudi aliwaona kwanza watezi, ila akatulia hivi, akamwona Bwana. Matatizo yapo, hatuya tunayaona, lakini kuna kitu tumeona zaidi ya matatizo yetu, na hatuwezi kuongelea matatizo peke yake, kwa sababu tumeshaona solution. Tulipokaa kwenye neno la Mungu, kwenye tafakari zetu na neno, tumeona zaidi ya matatizo, tumeona majibu. Stefano hali akijaa Roho akainua macho wanampiga mawe lakini yeye haoni mawe, anamwona mwana wa adamu ameketi kuume kwa Baba. So katikati ya mateso unaweza kumwona Kristo, na ukimwona Kristo umeona ushindi. Roho Mtakatifu anapojaa ndani yako anaanza kubadilisha maono yako, anaanza kubadilisha namna yako ya kutizama. Unaanza kuona possibilities mahali ambapo njia ilikuwa imefunga, hauoni kama unaweza ukatoboa. All of the sudden unaanza kuona ah, kumbe sitafia hapa. You see that many times in the bible Yesu akainua macho yake juu. Why? kwa sababu, unapoinua macho yako juu unaona ambavyo usingeweza kuona. Kuna tofauti ya kuinua macho mbinguni na mawinguni. Wakristo wanainua macho mawinguni, maandiko anasema Yesu akainua macho yake mbinguni. when you are full of the spirit, unaona mbingu, unaona mkono wa Mungu juu ya mikono ya wanadamu ambayo inakuinukia. Unaona possibility juu ya vikwazo ambavyo vimesimama mbele yako. when you are full of the spirit, he gives you a new kind of seeing. You are not fully filled until